Naam, habari gani mwanafamilia wa Mapro TV, karibu sana, karibu sana katika channel ya kupendwa ya Mapro TV katika segment hii ya kimichezo tunaangazia habari kemkem za michezo ambazo zimejiri, na bila shaka bila hiana na yoyote tunakuwekea hapa, cha muhimu tu ni wewe kubonyeza neno subscribe, itakuwa umefanya vyema sana kuungana na familia hii ya Mapro TV kwa ajili ya zile updates mbalimbali mbali ambazo zinajiri katika segmenti hii ya kimichezo. Leo hii tuna hii taarifa ambayo inahusiana na pangwa kwa makundi ya kwa michuano ya mpira wa miguu ambayo yako chini ya, ya shirikisho la soka bara Afrika CAF, na hapa tutaadili sana na grupu la Dar es Salaam Young Africans ambapo wamepangwa katika grupu B la ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League. Ni moja kati ya kundi ambalo limekuwa likisemwa sana aa, ni moja kati ya kundi gumu kwelikweli, ni kundi ambalo lina miamba mitupu. Tukizungumzia miamba mitupu, hata Young Africans pia ni miongoni mwa miamba ambayo ina historia kubwa sana katika uh, soka hili like la Kiafrika sasa na kuletea kwa uchache uchambuzi kidogo kuhusiana na grupu hili, kama Dar es Salaam Africans atatoboa ama ndio safari yake imeishia hapa. Kwa mujibu wa kile ambacho kinaonekana kiuharisia kama nilivyokueleza hapo awali, kundi limejawa vigogo, limejawa miamba ambao ni nguzo ama ni wababe katika michezo hii ya soka barani Afrika. Ni timu ambazo zina uzoefu wa kutosha, ni timu ambazo a, zina kapital ya kutosha, ambapo tunajua kwamba wamefanya sajili za kibabe. Ni timu ambazo zimekuwa na historia kubwa sana lakini yote kwa yote bado uh, binafsi nasema uh, Young Africans kuwin kuenda katika next stage ana asilimia sitini na asilimia arobaini zilizobaki uh, ni zile ambazo huenda hatuwin kwa sababu tunafahamu kwamba mpira una matokeo matatu. Sasa Young Africans kwa uhalisia tu wamekutana uh, na kundi gumu, lakini licha ya kuwa na kundi gumu bado wana nafasi kubwa sana. Nitakueleza kwa nini hapa. Ukiangalia timu tishio kwa sasa uh, ni hii Al Ahly ambayo tunaweza tukasema kwamba ndio timu tishio kwa, kwa uh, grupu hili kwa maana kundi hili bi uh, Al Ahly wana historia kubwa sana mbele ya Young Africans, wameondoka na ushindi mara nyingi, lakini pia Young Africans mara chache sana wameweza kujipapatua kutoka sare, na la, last match nafikiri walitoka sare pia uh, ya goli moja moja na goli la Young Africans likiwa linarudi, limerudishwa aa, na Pacome Zozoa. Kwa hiyo tuna historia kwamba ukiangalia hesabu za Young Africans kwa Alahari wanaweza wakaambulia pointi moja na Alahari akaambulia pointi nne kwa Yanga. Lakini tukija kwa hii e, Farabati ni timu yenye jina kubwa lakini si kwamba ina ukubwa huo. Hii AS Farabat ndio timu ambayo walienda kufundisha mwalimu profesa Nabi baada ya kutoka katika klabu ya soka ya Yanga, na tuliona haijafanya vizuri sana, mwisho wa siku akaelekea kule Kaizer Chiefs. Kwa hiyo AS Farabat, tunaweza tukasema kwamba Young Africans wanaweza wakabatu wakapata alama nne kwa AS Farabat ama wakapata tatu alama sita, lakini si kupoteza ha, katika mechi yoyote, tunaamini Young Africans nyumbani watashinda, ugenini wanaweza wakasare ama wakashinda tena lakini ukija JS Kabili hii ni timu ya kawaida, ni timu ambayo kwa Yanga bado ni ya timu nyepesi. Kwa hiyo ukiangalia, point moja kwa Al Ahly, point nne kwa esfarabati, point tano hizo, na point sita ama nne tena kwa Jaysi kabili inakuwa point kumi ambapo Young Africans wataweza kusonga katika hatua inayofuata. Kwa hiyo ni kundi gumu lakini Young Africans wana possibility ya kusonga katika next stage. Una maoni gani kuhusiana na kile ambacho nimekueleza hapa? Unahisi nilichokieleza uh, ni sahihi ama unahisi natoa moyo? Tuandike maoni kwenye comment section, usahau kusubscribe lakini pia kushare video zetu na wengine wapate nafasi ya kuja kuzitazama hadi wakati mwingine na kuacha na hii. Bye bye.